Hai na uzima na kabla sijazungumza sana naomba ili nisisahau niseme kwamba siungi mkono hii budget e, ili tukae sawa. Mheshimiwa Spika, nadhani kumbukumbu zinaonyesha tumekuwa tuki, nikizungumza mara nyingi hapa nikisisitiza kwamba mimi ninatoka Sumve na jimbo la Sumve halina hata milimita moja ya lami. Tunazungumza hapa watu wazima, mawaziri mpo na serikali, mnatuahidi lakini hamtekelezi. Sasa ni vizuri tu Mheshimiwa Spika, sasa tugawane mbao, kila mmoja aendelee na mambo yake, kwa sababu mmeamua kutukwamisha kwa makusudi na kwa ujeuri, na mimi nitawakwamisheni leo kwenye bajeti yetu, sitaiunga mkono, nitashika shilingi mpaka ili, yani unajua anajua hapa hamwendi kujenga wala nini, maana mmesha niahidi mara nyingi sana. Lakini bora hata kama siwezi kuwapiga mkaumia, bora nionyeshe nimekasirika. Sasa hizi hasira za watu wa Sumve dhidi ya hii dharau inayoendelea kwenye Wizara ya Ujenzi nimetumwa kuja kuziwasilisha hapa. Mheshimiwa Spika, ni kwamba kumbukumbu zinaonyesha kwamba wilaya ya Kwimba iko mkoa wa Mwanza lakini ni wilaya pekee ambayo haijaungwa na mkoa kwa rami. Si mimi niliyeanza kusema. Mwaka 95 Rais Kikwete, Rais Mkapa akiwa anaomba kura aliahidi atatuunga, hakufanya, haikufanyika. Mwaka 2005 Rais Kikwete wakati anaomba kura aliahidi, haikufanyika. Mwaka 2015 Rais Magufuli anaomba kura aliahidi, haikufanyika. Mwaka 2022 kwa sababu tuna uhaba wa ziara za viongozi wa kitaifa, mheshimiwa Spika, kwa sababu wakifika mkoa wa Mwanza wa wanakwamishwa kwenda Kwimba kwa sababu hakuna barabara zinazoeleweka. Makamu wa rais alipita akaelekeza wizara, mwende mkaone mtengeneze barabara ile, hamjaenda. Sasa nafikiri nimeshagundua kwamba nafikiri sisi mkoa wa Mwanza tuliwekwa kimakosa, kwa sababu haiwezekani sisi ndio hatujaunganishwa, na ukiangalia historia ya mkoa wa Nyanza, wilaya ya Kwimba ni wilaya kongwe katika wilaya za kwanza Maswa, Kwimba, Msoma, Geita, nani wilaya ya Bukoba, wilaya ya Shinyanga na Mwanza yenyewe zina lami kasoro sisi. Tumezaa wilaya ya Misungwi, Busega, Magu zinalami kasoro sisi. Sasa leo nimetumwa tuje tugawane mbao humu, maana haiwezekani sasa tukaendelea kwa tunafatafata tu hapa, tunawaunga mkono, mnatudanganya wame. Mheshimiwa Waziri, uongo wa wizara yako Wameshiriki mawaziri wengi sana humo, sio wewe tu. Yani tumeanza na mzee Chamulio pale akashiriki uongo, akaja Profesa Mbarawa akashiriki uongo, akaja Kakaangu Bashungu akashiriki uongo, na wewe uko kwenye huo huo uongo, kwa sababu kuna kilomita kumi feki. Nafikiri tuliwahi kukutana na watumishi hewa, sasa kuna kilomita kumi hewa, Sumve barabara hewa ambayo tunaambiwa imesainiwa haijawahi kujengwa, hata hiyo greda kuiona hatujawahi kuiona. Tukiwaambia kwamba rami hatuijui mtuelewe, wengine mnazibandua, wengine hatuna. Yule mkandarasi yuko pale ni hewa. Naona hapo unamnongoneza kase Kenya, yani watakushirikisha tu huo uongo. Hawajawahi jenga, lakini hapa tunaambiwa wamesaini, wanaandika kwenye makaratasi makaratasi. Tapita kwenye makaratasi? Yani gari zetu zitapita kwenye haya makaratasi yenu ya bajeti? Sisi tunataka zipite kwenye lami Kilomita sabini na tatu hatujawahi kuona lami, hatupitiki sisi sisi. Tumekua hii nchi sasa au tuko Tanzania kimakosa eh? Haieleweki yani, kila siku mnatudanganya hapa. Sasa mimi nimeona bora tu, tu, niwaonyeshe kwamba tumechukia, hatukubaliani na huu uongo, na sisi watu wasumve tunataka tukitokea Magu tukiwa tunapita Ngudu mpaka Hungumalo tupite kwenye lami, tukitokea Fulo tupite Nyambiti twende mpaka Maswa kwa lami lakini ninyi hamtaki, mmethibitisha hili kabisa. Bila shaka ni wilaya pekee hatujaungwa mkoa mzima wa Mwanza, na viongozi wa kitaifa hawaji kwetu kwa sababu hamna wa namna watakuja. Tumeachiwa tukae na vumbi yetu tuendelee na maisha yetu ya shida, na ninyi mnatudanganya kila siku. Na bajeti siungi mkono. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Asante sana Mheshimiwa Isa Jumanne Mtemvu, atafuatiwa na Mheshimiwa Jafet Ngailonga Hasunga. Mheshimiwa Sashisha Mafue ajiandae. Mheshimiwa Jafet Gailonga Hasunga atafuatia na Mheshimiwa Sashisha Mafue, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso ajiandae. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Nimpongeze sana Mheshimiwa waziri pamoja na timu yake kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya, na wamefanya kazi nzuri sana Mheshimiwa Olega kwa kweli tumeona jinsi unavyochacharika kukimbia huku na huku na kuhakikisha kwamba barabara zinakamilika. Lakini pia naibu wako anafanya kazi nzuri sana. Nawapongezeni sana na nina imani hata wananchi wenu watawarudisha tena katika nafasi hizi tunazoenda kugombea kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Hongera sana. Lakini pia ni wapongeze watendaji wa taasisi zilizoko chini yenu na hasa TBA wanafanya vizuri sana lakini zaidi TANROADS wanafanya vizuri sana wamejitahidi sana kujenga barabara pamoja na madeni makubwa ambayo yapo. Mheshimiwa Waziri, hebu jitahidi sana kuongea na Wizara ya Fedha watafute fedha tupunguze haya madeni, ili TANROADS waendelee kujenga barabara na kuunganisha maeneo mbalimbali. Kazi ni nzuri, ongereni sana. Mheshimiwa Spika, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuamua kwamba baada ya kuona Watanzania tunavyochacharika na tunavyohangaika kujenga nchi hii aliona wanawake wako nyuma kiuchumi akaamua kwamba katika majawapo ya barabara ambazo zinajengwa na Tanrod basi itafutwe barabara moja wapewe wakandarasi wanawake, ili wajenge, kila mkandarasi apewe kilomita tano alafu wajijengee wa uwezo wa kiuchumi, lakini waondokane na umaskini. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi huo wa. Mheshimiwa Spika, barabara iliyochaguliwa inaitwa ya Panda ya Yura Idiwiri hadi Nyimbili kilomita ishirini. Kwenye bajeti ya mwaka huu ipo, lakini mchakato wa manunuzi bado haujakamilika bado kumekuwa na changamoto za kukamilisha hiyo barabara. Sasa wale wanawake tuliwaahidi, tukasema tutawajengea uwezo tutawapa hizo barabara kila mtu kilomita tano, mjenge wananchi kule wakaondoka kwenye maeneo wakapisha ile barabara ikamilike, mpaka leo bado mchakato haujakamilika. Nikuombe mheshimiwa waziri Ulega, ebu angalieni namna ya kukamilisha mchakato wa manunuzi wakandarasi, hawa wanawake wapewe hizo barabara waende kuanza kuzijenga, ambazo zina manufaa makubwa sana katika uchumi wa eneo lile, katika kusafirisha mazao na vitu vingine. Kwa hiyo tunakushukuru sana kama hilo litakamilika lakini nikushukuru pia mheshimiwa waziri e, e, TARURA wamejenga barabara wamejenga barabara kilomita kumi na moja kutoka Vuawa kwenda Ndorezi, palibakia kilomita moja na nusu kwenye barabara ya TANROAD kufika kwenye kimondo chetu. Naona umepeleka mkandarasi anajenga kile kipande, tunakushukuru sana. Kwa hiyo ina maana sasa kimondo kile, ile barabara ikikamilika, kitakuwa kimeongezewa thamani. Tunashukuru sana kwa barabara ile, lakini tunaomba barabara ile ya kutoka Mahenge kuja hapo kwenye kimondo kwenda Hasamba Nyimbiri hadi Ireje kwa naibu wako, ile barabara ni muhimu sana katika maendeleo ya mkoa wa Songwe. Ikikamilika itafungua itafungua njia itafungua uchumi wa wananchi wa Ireje na wale wanaotoka Marawi na maeneo mengine watakatiza pale kuja mpaka hadi Vwawa kuja makao makuu ya mkoa na biashara zitaendelea vizuri sana. Kwa hiyo hii barabara tunaona kwamba ni muhimu sana lakini ipo barabara ya Ihanda kwenda Ipunga hadi Chindi. Ile barabara itaunganisha wilaya ya Momba. Hii barabara nayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya uchumi wa mkoa wa, wa Songwe. Mheshimiwa Waziri, lipo eneo pale Iboya, kata ya Ihanda, eneo lile imetengwa kwa ajili ya kutengeneza checkpoint ambazo eneo lile limechukuliwa karibu miaka kumi sasa, toka tunaimba wananchi wa eneo la Iboya wamekuwa kila wakati hawaendelezi lilo eneo, wanasubiri fidia na kila mwaka tumeahidiwa fidia. Sasa hivi wananchi wanasikitika, ni lini serikali itawapa fidia wananchi wa Iboya, ili ile checkpoint ianze kujengwa tupunguze foreni iliyoko Tunduma? Hiyo ikikamilika itasaidia sana kupunguza ile foreni ya pale Tunduma. Mheshimiwa Waziri, hebu ishughulikie hili swala, wananchi wale wapewe fidia, ni bilioni nne tu na uhakika ukiongea vizuri na Wizara ya Fedha wakalipa basi, hali itakuwa ni nzuri na mambo yatakuwa mazuri, lakini nipongeze pia TANROADS kwa kujenga parking ya maroli pale Chimbuya karibu na Mpemba ambayo parking ile itasaidia